Hapa? Nani? Eh eh eh. Ya ya ya wapi? Lini? Na na na na kapi. Ha, kuja kuja kuja. Amefanyaje? Heka heka heka heka unlimited. Sasa ile heka heka ya Juma ambao ulikuwa mna hamu sana mweze kusikiliza mm, yote na kujua kitu gani ambacho kilikuwa kimetokea kuhusiana na yule kaka ambaye alikuwa amemwagiwa maji mm, e, ya mafuta. Ah, sawa. Eh, alikuwa amemwagiwa mafuta ya moto na mke wake yeye pamoja na mtoto. Hilo tumekuruhusu. Eh, uh-huh. Leo sasa ndio tunaya tun, tunaendelea. Utaweza kupata kwa kina sababu ni nini hasa? Ilikuwa je, na nini ilikuwa na nini. Vipi? Mm. Kaka imefikia kumwagiwa mafuta ya moto. Tumejua sababu ya kwanza tumejua kwamba ni talaka. Kwa sababu siku mbili baada ya kupewa talaka, yule mke hakutoka mle ndani, umeelewa? Eh, sababu ya nini? Talaka kapewa talaka, ndo hakutoka. Yani sijui mwenyewe alikuwa tayari kutoka au sababu ya kupewa talaka. Yani, a -a, mimi ni kwamba kupewa talaka sio kwa ondoke e, e, e, e, e inategemea, vinginevyo makubaliano mm, kwamba vinginevyo makubaliano kwamba ukae umalize eda, umalize eda. Kwa, nyumbani kumume kumume. Kwa, kumume. Kwa, kwa mume, mume. E. E. E. mume mwenyewe aridhike mm. Lakini kama hana kunaona, wengi tu wanaenda, kwa wachache sana ambao wanakaa, wengine wanaondokea eda mpaka miezi minne ishe, kitaratibu inatakiwa usubirie Mlagawana viuma kila e. mtu analala kwake e. unasubiria miezi yako e. minne ikiisha, na ile ni kwa sababu mm. tu wa waangalie pengine wanaweza kuwa mjamzito e, ndio au pengine inaweza kama mtu alikuacha kwa hasira e. pengine vile mnavyokaa baadaye mnaweza mume e. akarudisha moyo nyuma mkarudiana mkarudiano, na maisha yakaendelea e. ya kaendelea kulia ya watoto wenu, sababu mwingine anakuwa amechukia kama anavyosema da huo mm. bwana. Kwa hiyo ilipotokea hivyo bibi huyo ndio kummwagia mumewe mafuku, mafuta, mafuta baada ya siku mbili ya kumpata talaka na leo nimezungumza na baadhi ya ndugu ambao wako kule hospitali, anaangalia wagonjwa. Lakini kumbuke kwamba amemwagia mume pamoja na mtoto wake, sio mwanamume pekee yake na mtoto. Nilozungumza nao nasema mwanamume anaendelea vizuri, baba kidogo mm. hajambo, yaani anaendelea vizuri, lakini mtoto bado anaumwa, kwa sababu anasema mtoto ndio yani ameungua kwa asilimia kubwa. Sijui ni asilimia ngapi, lakini asilimia kubwa. Sasa tumsikilize mume, ilikuwaje na nini hasa sababu ya yeye eh, kuweza kum, kumpa mke wake talaka mpaka kufikia kumuunguzalabi nika nimea na mtoto. siku moja mbili nyuma, siku ya Ijumaa, wakati natoka naenda kazini mchana, alikuwa na kauli ambazo azielekeleke aiakishuja shujaa kiwezekana, kila mtu achukue chake, tuachana. kampa saa mbili liporudi niko njiani, kampija simu E, msimamizi wa ndoa kwa upande wao, mwanae alisilimu, alikuwa mkristo akasilimu. Sasa kusilimu mpaka kukoordineti masuala ya ndoa kwa bwana mmoja anaitwa Halidi ni askari, na askari magereza, yeye ndo akanasimamia ndoa kwa upande wao, kodineti ishu za Kiislamu. Nikampiga simu, simu Halidi, akaja bati nzuri, tuna kajirani kaja kuja, tukazungumza pale mpaka karibu saa tano na kitu, na ishu ni watoto ambao kawakuta, hataki hasa wa kiume anaitwa Rama, hataki aje, lakini before alikuwa na pretendi kwa nampenda

nitumie busara, nikawasiana na dada zake, dada yake, mama wake mdogo, ambando mlezi wake, wanaishi pen nazuuza mtu anamjua. Sasa akampeleka mkewe kwenye nyumba, nyumba yetu. Mke kufika pale, anamwambia kumuona Rama. Yani mtoto hmm. Yani mtoto mkubwa yule bwana ambaye amempota naye hmm. Ndio sababu ilipoanzia, lakini huyo bwana hakujali, akaona haya ni mambo tu ya kidunia na, na yanazungumzika hmm. Kwa hiyo akaamua kuita wakubwa ambao ni wazazi kwa ajili ya kuja kulizungumza hilo kwamba, jamani vipi, mbona mwenzangu anasema kwamba kwenye hii nyumba mapema sana, lakini anaonekana kama analeta mambo yani ambayo sio, lakini nikajua hilo jambo linazungumzika, linazungumzika, nikakaa na ndugu zake na nini, ndugu zake tukazungumza, likakaa sawa, lakini

nikakubali lakini, ni vyema saa hiyo akaondoka kwa kaenda kwao. Ijumaa ndio tupange meeting point, either waje, mimi niende, siamnde nitakusuata kwenda wote kule, nami nitakuwa na ndugu zangu wakubwa wangu nitakuwa na wakubwa wake. Sasa z ni busara, huyu akaondoka leo, nitamkodia taksi aende. Uh, sijui, msiachane kwa nini, kwa ubaya amisha kwa

haikuwa kwamba ugomvi wa mapenzi na vitu kama hivyo, ni kwa sababu ya hii nini hiyo nyumba, watu sasa. Ikaja sasa ili ili upate chako, labda tuachane mume mm. akamwambia ili kisheria, ili niweze tuweze, tuweze kugawana, kwa sababu kila siku ndio kwa maneno yake mm. kila mtu afenye na chake mm. kwa mume akamwambia ili tuweze kugawana, kila mtu afenye na chake mm. lazima nikupe talaka, afu uende mahakamani, uende ukadai haki yako. Umeelewa? mm -hmm. Kwa hiyo mume ndo mm -hmm. akampa talaka sasa ili mke aende mahakamani akadai haki yake kwa sababu alikuwa hataki kukaa na watoto wake. Yaani watoto wa yule mwanamume. Kwa sababu mwanamume mwenyewe ameshajenga nyumba yake. Ameshaoa na watoto wake ambao wanakaa kaa huko sana, mama za wakubwa sio na nani. Kwa hiyo mwenye alikuwa anataka achukue watoto wake wafanye aishi nao. Kwa hiyo mke ndo kitu ambacho alikuwa hakitaki, anataka kila mtu afe na chakula yake. Sasa akapewa talaka ili aende mahakamani akadai haki yake. Sasa ndo baada kumpa talaka alipokuwa anamwambia aondoke, lakini sasa kulikuwa na mzee pale wa busara, akamwambia kwamba msiachane hivyo, mwachane kwa wema na nini, kwa... hapo talaka ameshapewa ameshampa moja moja tu, ambao ni talaka rejea, unajua wakati wote anaweza akarudiwa. Sasa mwanamume kamwambia basi mke, kama vipi nienda kalale kwa jirani, kwa sababu kama vile alikuwa na hofu tayari kwenye nafsi yake. jirani. jirani. kwa eh, kagoma kwenda

unaendelea kuisikiliza heka heka ya leo na kuifuatilia tuko na Tigo. Mm, zoezi ni lile lile, utapiga nyota mia moja arobaini na nane nyota sifuri sifuri, utamaliza na alama ya reli, utachagua vifurushi vya internet namba tano kisha megamix. Hapo sasa ndo utajiachia mwenyewe mabando ya kumwaga na muda wa maongezi, sawa sawa. Lakini nikiwa pale hospitali alikuja dada wa mume, yani wa mgonjwa, dada yake alikuwepo na akasema tatizo lao au wa ugomvi wao anaojua ambao mke alikuwa hataki watoto wa mume pale nyumbani. Matatizo yao anaosema mwanamume hataki mtoto aletwe pale nyumbani. Jumapili nilienda kusuluhisha pale ugomvi. Mwanamume alikataa kata kata, akasema mimi simtaki na mwanamume sasa naondoke, ende kwa wataki, mwanangu nimlete hapa nyumbani. na yule mtoto alimkuta alivyo leo, alikuwa mwanamume kashazaa yule mtoto mm. mm. Yani, mwanamke alikuwa hataki mtoto huyo eh, aje pale nyumbani. Sasa amejaribu kusuluhisha ikashindikana. Jumatatu mi nimeamka najisikia vibaya mm, kutokana na hawa hapa tatizo la mm -hmm. kalawa na presha, inabidi nimtoe mkeashi mdogo wangu nimwambie nenda kule mm, kamwambie yule mama Sumu, so arudi nyuma, mlije naye hapa kwangu mm, akikataa kukaa hapa kwangu nimpeleke kwa mama yake yule mwenzie. Akaenda tangu saa mbili mm, kagoma kurudi mpaka saa kumi na mbili yule mke wa mdogo wangu akafanya nini? Akanambia wifi, mwambia aje atake asaatakuja kesho. mm -hmm. Kwa hiyo mi nimelala nikaa wazo langu nilale a saa kumi na moja ninyanyuke niende mm -hmm. kule nimfuate, nijenae kwangu, akataa kwa ukaa kwangu, nimpeleke kwao. Najiandaa kuoga, napigiwa simu, nenda haraka sana huko, akimbilia Dagup, mdogo wako na mtoto umeungua. Kwa hiyo mi kipindi niko Moshiba, napanda gari niende Dagrup, iloifa ananipigia simu uko wapi? Naambia mi niko hapo Moshiba, napanda daradara naenda zangu Dagrup. Suu na baba yake ameungua, alizao sio nzuri, akani suu naye ameungua, nikamwambia eh.

namaana akudhamiria akudhamiria kama ataungua mtoto mm. livyo amwagia mafuta yale, najua kaungua baba, lakini kumbe ndio hivyo kwa, mm. Hakutegemea mtoto wake, e, kwa mujibu wa Uyu dada kwa dada, sababu wifi ake alimpigia simu asubuhi mm, ndo akamwambia nimepigiwa simu kwamba mumeuna mtoto wakoda grupu wameungua, maana walikuwa hospitali ya kwanza ni wa walianzia, yeah, hey, kabla kwenda maana na kuhamishwa Muhimbili, yeah. Kwa hiyo ndio kama vile alipata kushtuka mm. Ehe, lakini kiukweli ndio hivyo, mtoto bado anakula na mipira na anasikia, jana aliongezewa damu uh -huh. mm, yani mtoto yani. Yeah. bado yani, unajua umri gani, ana miaka mitatu, kashiki bado kadogodogo. Ehe, lakini pia dada anasema alishawahi kwenda akakuta kwamba kila mtu amelala chumba chake. Bwana, tarehe Jumapili mimi nilienda, nilikuta huyu kalala kwake. Mm. kajifungia mlango na mwanae. Mm. Yeye mwanamke yuko chumbani kwake. Kwa hiyo mimi nikakaa paka, nilipomsikia huyu anafungua mlango, mtoto akatoka akamwambia muite baba niongee naye, lakini yeye mke alikuwa analala kwake. Sasa yule mwanamke usiku, alfajiri, yeye akaamka chumbani kwake, ndo akaenda jikoni kuwasha jiko la gesi, akaanjika mafuta, akapanda, akapanga viti, akawekea chumba cha mume fika pembe mlangoni, kwa sababu fungua alikuwa hajaichomoa akafungua mlango ndo akachukua mafuta akaja kuwamwagia yeye na mwanaye walikuwa amelala pamoja. Eh, sasa alipokurupuka, naona ndo akaanza kupiga kelele. Sasa, sasa majirani wakajua mwizi labda, kurupuka ndo anamkuta anagalagala nje, anasema kwamba mkewe amemwagia mafuta ya moto. Kwa sababu unajua, ndo asili yao wenyewe, kama walikuwa wanagombana, ila chukua tufahamu chochote, tunaona tena kwa amani kabisa wakitoka wote wakirudi wote, kwa mtu huwezi jua ajaribu kuambia ni kitu maana na show sisi tunaongea kweli hicho yani, ndio hapo watu walikuwa wanasema kwamba kama alikuwa nayo mwenyewe mwenye, moyoni mwenye, mwake mwenyewe akwai kenda. Kuna mama moja ya Mapolina alisema alimwambia Mama Paulina na kitu nataka unishauri, akumwambia tena kitu chenye, ndo tumekuja kusikia ili tukio eh, ni kitu ambacho kama kupanga alipanga, kwa sababu amechukua mpaka simu ya mumewe kaondoka nayo eh, taraka alikuwa tayari kuachika, ila ni vitu vya kawaida, mbona watu wanaachika wanaacha nyumba magari, maisha yanaendelea. Sasa siyo mwenyewe alifikiria yani.

Kwa hiyo bwana, hali hali ndivyo hivyo. Kwa kwani, Geah, hawa hmm, wamejenga wote mke na mume? Kajenga mume eh, mume ndo kajenga yani? Nimeuliza hivyo kwa sababu unajua kuna wengine wanakuwa anajenga wote, yani unakuta mwanamke anafanya biashara, wanachanga au kama mabati Mumeo. Kajenga mume. Kwa hiyo sasa wahamie basi na wanangu waje hapa tuishi wote. Hataki. Hataki. Usna. Kama vipi kila mtu afanye chake? Eh? Usna. Mm. Mshengi, katika ndoa sheria inasemaje? Hata kama umejenga wewe. Na tele una mke na familia na watoto. Vya kwenu wote. Vya kwenu wote. Eh, vya kwenu wote. Mm. Hata kama umejenga wewe ni mwanaume au unauliza mwanamke. Yaani yote. Vya kwenu wote. Lakini kama mna watoto, mm. Yaani kama hivyo mume ana watoto, watoto pia pale wana haki yao. Wana haki yao. Vya baba ndo vya wote kabisa. Mm. Vya baba ndo vya wote kabisa. Kuliko vya mama. Eh. Wewe unataka kuniambia mama alihofia kuhusiana na mtoto wake mkubwa Rama? Eh, hata kumuona. Yaani hata kwa sababu yule mwanamke ana watoto wawili. Mm. Yaani hawataki pale. Lakini hasa aliyekuwa anamchukia ndo wewe wa kiume. Mbali. Mkubwa. Eh. Kwa hiyo yaani sababu kubwa ya yeye mpaka kupewa talaka. Mtu kajenga baba nguvu yote ya baba. Eh. Na mafuta kaunguzwa. Kwa hiyo ndo anatusikia lakini bado hajapatikana mpaka leo, dada. Kusikia tusikia sana, yuko ndani ya nchi. Kati yangu ni ule wimbo wa Msondo kwamba wanaume tumeumbwa mateso ya makangaika

suh na... mm, mm. Watu wanapata tiketi ya kuingia kwenye ndoa kwa kupitia watoto umeona, eh? hey. Bwana Ngao amemkuta na watoto sio wawili, sio watatu mm. Mama ya Rabi, nafsi mwangu, ndio umeponea hapa siku, najua hakuna kina mama wa kambo mm. Unajua, siku hizi kabisa watu wengi wameingia kwenye ndoa kwa ajili ya nini? What? na wanaume wengi wanawaza kwa, mimi nishakuwa na watoto tayari, labda natafuta mwenza mwenzangu kuishi naye Yani, shughuli umemaliza, unajua Mbukipena, wala haina haja yeah. Kwa mganga hata kama una fundi unamkubali vipi? mm. nasha... na hapa fresh kabisa, watoto wa mume huishi vizuri na mume wako, yeah, very simple, kwa, kwa sababu ukijaribu kuangalia hawa ndio watoto wa huyu huyu kazaa na mtu mwingine, lakini hii ni damu yake mm ambapo baadaye mm. wenda nyi pia mkaja mkafanya nini mkapata mtoto mtoto, mtoto. e, mtoto. E, inakuwaje? Mtoto wako inaweza kabaki kwa mm, babake mm. Unataka kuniambia kwamba aje apate malezi tena mabovu au manyanyaso kama hayo? Yani kuna baadhi ya, ya vitu akilini itakapokwisha mathala kwa yes. yes. yeah. Mfano hii ya hii ya kushambulia ili e, eh, lazima sasa, itakapokwisha, tutakaporudi katika masuala yale ya talaka, atakuwa na haki za mali pamoja na ah, sijui wanasheria wanasheria wanaweza wanaweza kutusaidia kutusaidia. okay, hmm. Wanasheria kutusaidia kwa kina Jebra Kambole kwenye hilo vizuri zaidi, lakini lakini atapata haki au yani naona kabisa huyo mama picha yake ilitoa kwenye Instagram, eh, wakiingia kwenye Instagram yangu tu, ya Geah Habib mm. Sasa tegemea kuna kama kuna, kuna mwanaume ambaye anataka kumshawishi kumwambia I love you nane <laughs> thubutu aogope maji ya moto, mafuta ya moto yeah. okay. yeah. Lakini yani, anakutaka tena afanye anavyofanya, ajue kama mtoto wake anaumwa. Mimi naona bora tu ajitokeze, kamwone mtoto wake anaumwa, kaungua sana mtoto. hmm. No, anasema juzi jana ameongezewa damu Kinyamwezi huyo Rama usomtaka mzima mwanao ameungua. mm. hey. hey. Umeona? Sasa mzee afikiri, yeah. ingesema sasa wangelikuwa labda hey, na eneo Kinondoni. ah, hmm. Mama, ingekuaje? Angemchoma kisu na, angemchoma kisu mimi na. Na watangemwekea sumu. Ila kwa sababu mama ni mkatili So mpaka kesa kuchemsha mafuta mpaka yapate moto ukaamua kupanda nayo. Mimi nadhani, sina hakika sana, kina wana Sharon nisaidie. Na kama alikusudia kuua, eh, so ni maandalizi amazing. Yaani mtu kabisa umeamua kuacha shughuli zote, ukachukua kikaango, ukaweka kwenye mafuta mba, kwa kwenye moto, kikapata moto wa kutosha, ukapanda juu, ukafungua, ukapanda nayo, alafu akafungua mlango. Yaani maana yake alikuwa na ngazi, sio kapanda na stuli, sio kapanda nini, alijiandaa. Alipanda viti. No, ili nikusudia, no sijui, lakini akili yangu inawaza kabisa kama alikusudia eh. Kwa kabisa tamuuliza Jebra kwa sababu mafuta yapate moto hmm. mm. sijui alimsahau ah, pale eh, labda kasahau, si alipanda, akashuka akashuka nayo nayo, akafungua kwa scout